Siku ya leo saa kumi na moja alfajiri asubuhi, ndipo ambapo risasi lilianza kundirima ndani ya katana hii. E, katana iko wapi? Katana hii hapa iko ndani ya territoire ya Kabare, manaake hapa tuko Sidikivu hivi, manaake tunaongelea Bukavu. Hii Katana inapatikana ndo iko katikati ya Kavumu na Kale. Katana ipo kati ya Kavumu na Kale, katikati ndo inapatikana Katana. Sasa wazalendo kufika Katana na kuanza mashambulizi hii saa 11 asubuhi ya tarehe 25, hawakusikika huko vijijini, wanakuja wanapigana, isipokuwa tu risasi zilianza moja kwa moja kusikika ndani ya Katana. Wakati wazalendo wanafika ndani ya Katana, walikutana na M23. idadi ya, wa, ya M23 wangapo walioko pale, na pia wakajiransenye vizuri, wamejipangaji. Ila kwa taarifa tulizonazo za ndani zinasema kwamba hata hawa hawa M23 walikuwa pia walipenyezwa hiyo taarifa kwamba wazalendo wanakuja. Kwa hiyo kilichotokea, kuna baadhi ya M23 walikuwa wameisha kimbia, yaani kukimbia na wenyewe.

lakini pia wale waliorejisti kidogo wakapigana risasi moja mbili tatu. Muda si muda, wazalendo wakakanyaga Katana, na baada ya wazalendo kudhibiti Katana vilivyo, wazalendo sasa wakagawana makundi mawili. Hapa hivi sisemi kwamba ninatoa strateji za kizalendo, watu wengi nikisema hivyo wanasema unatoa mbinu za kizalendo. Ah, hizi ziko wazi. Vita ambavyo wanavipigana wazalendo, wanaota kama uyoga, maana yake wako popote kwa mujibu wa wazalendo wanachokisema, baada ya kukamata Katana, wako na direction mbili. Kwanza wanakwenda Kale, kuikomboa wa Kale, lakini pia kundi lingine linakwenda kukomboa Kavumu, Kavumu kwa maana ya uwanja wa ndege wa Kavumu. Tumeongea na mtu ambaye yuko pale pale Kavumu, lakini pia tukapata bahati ya kuongea na mtu ambaye yuko Kale. Ngoja nikupe ripoti hizi. Kwa mtu aliyepo Kale, ana ripoti ya kwamba M23 RDF ambao wako ndani ya Kale, wengi wanaanza kukimbia baada ya katana kukamatwa, wengi ndani ya Kale wameanza kukimbia. Hizo ni taarifa za Kale, lakini pia anatuambia mtu huyu kwamba katika maeneo ambayo M23 yapo na maeneo ambayo wazalendo wapo, yeye anasema hivi, wazalendo wa sasa hivi sio wale wa zamani. Yawezekana kuna somo kubwa ambalo wazalendo amepewa. Sasa hivi raia hailalamiki tena kwamba wazalendo ni wakorofi, ni wezi kwa hiyo wazalendo wanaishi vizuri na raia katika pitapita yao zunguka, wanatumia lugha ya kuomba wanapohitaji kitu, hawanyang'anyi isipokuwa wanaomba, na kwa namna hii wanapeta picha kwamba kumbe wale wazalendo waliokuwepo zamani ambao walisifiwa kunyang'anya watu vitu vyao, raia wanafika mahala kupata picha a ah -ah. Yawezekana wale walikuwa wazalendo wa kufoji wa kutengenezwa ili kuharibu jina la wazalendo, kwa maana kuna utofauti mkubwa wa wazalendo wa zamani wa kabla M23 kuwaja kamata na wazalendo ambao wanakwenda kukamata maeneo ambayo MFN Trade kuwepo, kunakuwa disiplini iliyo tofauti sana. Raia wana amani, raia wana utulivu, wana ushirikiano mzuri. Jambo ni kuomba, tunaomba chumvi, tunaomba chumvi, tunaomba moto, tunaomba moto, sio kufika na kunyang'anya kama ilivyokuwa inatokea zamani. Tukija Kavumu, kwa taarifa zetu za ndani, Kavumu hapa ndipo palipo na uwanja wa ndege wa wa Bukavu. Manake kama ndege uwe na kuja Bukavu, uwanja wake mkubwa wa ndege unaitwa Kavumu. taarifa ifa za ndani zinasema kama Kavumu kutakuwa na askari wengi, basi watakuwa askari 20 mpaka 30. Kwa hiyo panaonekana askari idadi yake ni ndogo kuliko mfano. Nimeongea jambo hili mara nyingi Nikisema hivi M23 sio wengi katika idadi M23 sio wengi katika idadi na mara nyingi wanaweza wakafika eneo wanaonekana wengi, kama wameenda na mpango twende kukamata eneo fulani, wanajikusanya, lakini baada ya kukamata wanaoachwa ni wachache. Kwa hiyo sio wengi, hawana uwezo wa kulinda maeneo wanaoyakamata, ila wana uwezo wa kukamata eneo wanalotaka lije kwao, ila kulinda waliopo siyo jambo jepesi kwa maana idadi yao ni ndogo, na ndio maana vita vyao wameviendesha katika siasa. Kwa hiyo tunasubiri leo, tunasubiri kesho, tuone Kavumu hali itakuweje, lakini pia tuone Kalee hali itakuweje hivi kabisa. Katana Asam Poursan, wazalendo wako maeneo pale a Sam Poursan Katana, wazalendo wako maeneo yale. Ninapotoka katika habari hii ya Katana, ninayo habari kubwa sana ambayo ninakuomba uweze kunisikiliza kwa makini sana tena kwa uangalifu ulio mkubwa sana. Hii ni habari ambayo ninaongelea kuhusiana sasa na mzee Amuri Williamu ya Kutumba, lakini pia na mzee Bitakwira. Unisikilize, tumeongea na wazalendo mara nyingi. Wazalendo wamesema wao wako bien determine kwa ajili ya kuikomboa nchi yao. Niongee kwa kifupi sana kuhusu habari ya bitakwira, kwa maana kuja kwa Bitakwira Uvira kumeleta sintofahamu sana katika familia ya wazalendo, lakini pia katika raia. Nisikilize makini sana, kwa maana amzee wa muri William wa kutumba hajaanza kubomoa vitu, yeye bado yupo tu kwenye kambi, kwenye ukuta wa Yeriko, hajaanza kubomoa kitu. Sasa Bitakwira amekuja wakati fulani hivi. Naomba Wavira, Wabembe, Wafuleru, Winyindu, Wabuyu mnisikilize vizuri, na wazalendo wengine wa makabila mengine wiki mbili kabla ya Bitakwira kuingia Uvira tuliwapa taarifa na ikasikika kwamba kuna delegation ya president, kwamba kuna ujumbe wa rais ulikuja kuonana na wazalendo Uvira kuwauliza mbona mujaanza kupigana mnasubiri nini? Hivi ndivyo watu walivyosema, kwamba ujumbe wa rais uliwauliza wazalendo hivyo. Bitakwira huyu hapa amekuja na na yeye kuongea na wazalendo, nisikilize vizuri. Raisi ili atume e, delegasio yake kuja kuongea na wazalendo. Wakati huo Bitakwira ameshateuliwa kuwa kiongozi wa wazalendo hapa Pakoji. Hapa mimi nikasema hivi, hii mnayoita delegation ya raisi hii, bado mimi mzee wa habari mbichi, ninawaambieni hii ni delegasio imejitengeneza ije kwa jina tumetumwa na raisi lakini hii ilitengenezwa na M23 kwa lengo la kuja ku, kuvunja deontoloji, kuvunja ideoloji, kuvunja psikoloji ya wazalendo. Kwa maana wao hawakuongea tu, mnasubiri nini? Hakuna walichokisema cha maana cha kusaidia wazalendo. Nikaongea hivyo, watu wengi walisema huyu huyu huyu, lakini wengine wakasema mchungaji, tunakuelewa sasa. Bitakwira akaja. Sikiliza habari za Bitakwira, sio za siri sana. Bitakwira aliongea hadharani, Bitakwira aliongea hadharani na wazalendo. Wakati Bitakwira anaongea na raia mchana, aliimba sana na hotuba yake, hata ikaleta chuki ama ikahamasisha kachu kifulani baina ya makabila na makabila. Alisema hivi kwamba ukombozi wa nchi ya Kongo unatoka Uvira. Hivi ndivyo alivyosema, ukombozi wa nchi ya Kongo Sud Kivu, Nord Kivu utatoka pale Uvira, wazalendo lazima wakomboe Kongo na ukombozi unatoka pale Uvira. Akasema hivyo hadharani kwa raia wote wanaomsikiliza kwenye mikrofoni, lakini hapo hapo wakatangaza kwamba jioni hii nitaonana na wazalendo wote nyumbani kwangu. Hivi mtu kikao ambacho chiko teknik cha unaonana na jeshi majemedari makamanda, hivi unaweza ukakitangaza hadharani na raia wote, na wajue, na kwamba hivi sasa majemedari wote wa kizalendo walioko uvira watakwenda kuonana kwa bitakwira nyumbani kwake, usiku uweke wazi jambo hili. Hili unalionaje katika vita huu? Ni usaliti wa kwanza, kwa maana ya kwamba hata kama adui angekuja kushambulia, nyuko hadharani tuachane na hapo. Katika kikao kile ambacho Vitakwira alikifanya na wazalendo, mzee Amuri wiliamu ya kutumba kuwemo, lakini walikuwemo askari wengine. Ngoja ni kwambie vitu viwili au vitatu. Mzee Vitakwira alitu alivyo kuwa anaambia wazalendo, hata kama umesha sikia, mzee Vitakwira alikuwa anaambia wazalendo kwamba wasipigane vita, waache M23 ipite tu yende huko inakoenda. Kwa hiyo wa, wasifanye vita, kwa maana wakifanya vita wanaweza akasababisha uvira ikaharibiwa ikaharibika na mabomu, biashara za watu zikaharibika, vitu kama hivyo. Bitakwira akafanya vikao pia na wazee wa Uvira, waomba kwamba e, wakubali M23 iingie ipite. Akafanya akaongea pia hata na delegasio wa na wanyabiashara. Kwa hiyo alikuwa anahamasisha akaongea na hao wazalendo, muache M23 ipite. Sasa sikiliza lugha aliyoiongea kwa umati wa watu, ikawa tofauti na lugha ambayo amekuja kuongea na wazalendo. Ndiyo maana mzee wa habari mbichi, ninapowambia hivi Uvira, Fizi, Sidikivu, sasa lugha aliyoongea na raia nyingine, kwa maana kwa raia alitumia lugha ambayo anajua raia ifurahi, yoni, mimi ni mkombozi. Kufika kwa wazalendo ndo anaongea sasa, ndo bitakwira yule sasa, yule sasa ndo bitakwira, kila alichokiongea na wazalendo ndio bitakwira sasa. Ninaposema sidi kivu noro kivu, hawa mnao waona hawa ni viongozi wetu wa siasa, wanapo wanapokuja kufanya tu mitingi twao fulani hivi, twa twa uongo uongo. Sisi wazalendo akina Bitakwira niliwaambia Bitakwira siyo mzalendo Bitakwira ni mwanasiasa machachari lakini sio mwanasiasa hatari. Nimeshawaambia muda mrefu, watu wengi kunitukana wafule. Mimi nasema miinasema, wabembe hawa wanaojifanya wanaujifanya vumaojo kutupa ni vumaojo wa uongo. Mzalendo kama Foka Mike aliinuka akasema, ninaenda kwa sababu inchi imekwisha kuwa mvai. mimi ninaenda na kaonekana ninakwenda kutetea inchi. Hautashika silaha kama Foka Mike. Lakini we si mwanasiasa ulikuwa depute provincial ulikuwa de, depute national ok, sema mimi naenda nasimama na wazalendo, alafu nitafanya nitasimama kama mwanasiasa, nitaongea kwa niaba ya wazalendo, nitafanya mapres kwa sababu wazalendo, nitafanya mamobilizasion on behalf of wazalendo, haina hacho shike sila, watu wajue wewe ni mzalendo. Sasa Vitakwira huyu ninayewambia kila siku huyu siye ni mainteret personnel anaongea na waraia kile wanachokipenda raia, kwa maana akija kuomba kura tena waraia hao wampe kura. Anajua waraia wanapenda hivi, lakini ndani ya moyo wake ana M23. Ni msaliti. Hicho ndicho chistebi takwira alichoongea na wazalendo, waweke silaha chini, waache M23 yende. Na baada ya hapo haikuishia, baada ya kutoka Uvira, alienda akafanya interview na moja kati ya redio, akaojiwa na moja kati ya mama mtangazaji journalist, anamwaje hizi, ulikuwa Uvira, kulikuwaje? uko ndiko kwenye chombo cha habari sasa, akaweka mpaka akasema, akasema amuri William ya kutumba mtu anayetegemewa na dunia yote, labda mwangaza wa ukombozi wa Kongo unaweza katokea pale. Yeye huyo Justebe Bitakwira anamuita a, a, ya kutumba ni aventurier, eti ni aventurier. Kwa nini ameenda kufanya mapigano Uvira? Kwa nini akukaa Baraka? Kwa nini akukaa Fizi? Akataja kwa nini akukaa Kazimia mpaka ende kukaa teritoria ya Uvira? anataka tu alete mauaji ndani ya Uvira, Jistevi Takwira huyu azarani. Na akasema hatakiwa Kutumba awepo Uvira. Sasa Uvira si wa Jistevi Takwira, Jistevi Takwira ana parsele yake pala aliponunua na kwao, ndiyo kwao. Jistevi Takwira siyo msemaji wa wazalendo, na kama huyu rais ana yeye ndo anachagua watu wakuja kusimama wazalendo, ni kwa sababu ya wazalendo wa bwana wa rais aweze kuchagua mtu wa kwenda kusimamia neo. Rais ana watu wa kuchagua aende kusimamia, kwa sababu tayari wana wasimamizi wao. Sasa kwa sababu wazalendo hawana wasimamizi wao, ndio maana wanatafutiwa watu wa kusimamia. Ninaposema hivi, nieleweshe wanasiasa, sijui ndio vipi, nieleweshe raia yelewe, sijui hivi ndivyo ilivyo. Kama Jisebi Takwira alipointiwa na rais kusimamia, je, manake kila alichokuja kuongea na raia ndio rais alimtuma kila mtu kuja kuongea na wazalendo ndicho alichotumwa na rais. Hatujui sasa rais alimtuma aje kuongea lipi. Lile la wazalendo waache silaha ama rais alimtuma aje kuongea lile aliliongea na raia kwamba tunategemea Uvira huko ndiko kuna ukombozi wa Kongo. Sasa hatujui kwa hiyo mawili rais alimpa jambo gani la kuja kuongea na raia. Hatujui. Na kwa nini huyu huyu Jistevi Takwira kwira? Hakwenda kuongea na Twirwaneho nayo. Hakwenda kuongea na Androide. Hakwenda kuongea kwa sababu gani? Na wote hao, serikali ya Kongo ina wahesabu ni wazalendo. Kwa nini hakuenda Minembo? Hakuenda kuongea na Turwaneo hawaambie pisheni M23, ipite, ama awam... kwa nini lakini, mzee amuri Williamu, ya kutumba alisemaje yeye kwa watu walio karibu naye? Hatukubatika kuongea na mzee wiliamu ya kutumba moja kwa moja, kulingana na kauli hii ya Bitakwira, kwa maana kwa kwa ya kutumba kwepo pale. Kwa hiyo ilitengenezwa delegation ya kwenda kuongea naye, kumpa ujumbe huu kwamba waweke silaha chini. Mtu tulioongea naye alisema kwamba wao hawakushika silaha, kwamba Bitakwira ndiye aliyewaambia washike silaha. Kwa hiyo kama sio Bitakwira aliyewaambia washike silaha kwa hiyo Bitakwira pia hana uwezo wa kuambia waweke silaha chini. Bitakwira hajui waliko, walikoanza kushika silaha. Bitakwira hajui malengo yao. Kwa hiyo yale ni ya Bitakwira ya kuomba cheo kwa M23, kwa maana Bitakwira yeye ameshaamini ndani yake kwamba M23 inakwenda ku buluverse guvernema ya Congo. Kwa hiyo kama M23 itafanikiwa, kwa hiyo wampe na yeye kaministeri. Kwa hiyo na yeye amesha kuwa agent kwa M23 hivyo ndivyo ilivyo sasa, na kama sio agent wa M23 na hata kama itatokea kwamba M23 haitakamata Kongo, ikija kutokea wameenda sasa kwenye table ya nini, ya kujadiliana, meza ya majadiliano M23 na serikali ya Kongo, manake kama vitakwira atakuwa meresira amefanikiwa kuwapa M23 njia, wao wamekamata uvira na fizi, manake eh, ist vitakwira moja kwa moja atakuwa, atapewa nafasi kupitia M23 zile departema na ministere ambazo M23 itapata manaki Bitakwira atapata humo kupitia njia ya M23. Huyu Bitakwira ni mwanasiasa lakini wa interes zake, toka amekuwa ministre wa development wakati ule wa Kabila alifanya nini Uvira, cha ajabu aliwafanyia Uvira nini. Ninashukuru Mungu kwa sababu wavira na wenyewe wana akili wengi wao walimwona Justine Bitakwira amekuwa msaliti huyu, naye anataka yale ya goma yaje kutukuta hapa, wameishaelewa hivyo. Hiyo ni taarifa kwa kifupi ya safari ya Bitakwira na kila ambacho wazalendo baadhi wamemjibu. Hizo ni taarifa kwa kifupi sana kuhusu Justin Bitakwira, na mimi niseme hivi, wazalendo wazawaza waza, Mungu hawezi kuacha mwenye haki wake hata siku moja achelewe kupata Awali kupata, ila mwenye haki wa Mungu lazima huwa anapata haki yake. Kama haki ipo kwa nani, Mungu atasimama na huyo nani ili kupata haki yake. Ni kitu ambacho hakitabadilishwa hivyo hivyo. Watu waombe wasiombe, watu watabiri wasitabiri, haki itabaki kwa mwenye haki tu, awe nguvu, anayo nguvu, ana haki, itabaki kwa haki. Kama M23 inapigana vita katika haki, Mungu atawapa haki tu hata kama watafanyaji wengine wote. Kama wazalendo wanapigana vita katika haki, Mungu wa mbinguni atawapa haki tu. Sasa usimame kwa upande wa mtu asiyekuwa na haki, hata kama utaonekana na influence, una nguvu kiasi gani, una ushawishi kiasi gani, utaondoka na mali. Mungu ameshasema kwamba wasaliti wote katika vita hivi watakufa na usaliti wao. Mungu akubariki, ulikuwa nami mzee wa habari mbichi, tukutane panapo majaliwa.